aqida na hii ni darasa nambari e, 30, nambari 41, na katika darasa zinazotoka katika kitabu cha hudha aqidataka kamina alkitabi wa sunna. Tuko katika ukurasa namba 19 chini ya unwani inayosema atawasulu wa talabu ashafaa e, atawasul. Neno hili ni msamiati katika misamiati ya kidini tunalitamka hivyo hivyo, tawassul atawassul ama hii wa talabu shafaa na kutaka shafaa, hili tutalielezea na tutakutana nalo katika mada zilizoko mbele. Tubakia na hili neno atawassul. Neno hili atawassulu eh, ni, ni, ni, ni, ni ile tukizungumza katika katika sharia ni eh, ile njia ambayo anaipita mtu kwa ajili ya kuyafanya maombi yake yawe karibu sana na kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, ni ile njia. Hapa sio njia ya kupita kwa miguu yani, uslubu na mtindo ambao mtu anautumia kwa ajili dua yake ijibiwe na Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. E, kwa mfano tukitoa mfano sasa wa atawasuli ambayo ni sahihi, mtu aki akisoma aki Qur'ani kisha amuombe Mwenyezi Mungu azza wajalla, tunasema ametawasali kwa hii ibada ya kusoma Qur'ani. Mtu akatoa sadaka kisha akamuomba akamwomba Mwenyezi Mungu azza wajalla e, ni ni e, kutoa huku sadaka kunapelekea maombi yake yawe ni, ni karibu na kujibiwa Mwenyezi Mungu azza wajalla. Kwa hivyo tunasema ametawasali kwa kusoma Qur'ani. Akifunga alafu amuombe Mwenyezi Mungu azza wajalla, tunasema ametawasali kwa ibada ya funga yafunga e. Kwa hivyo ama akayataja majina ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu azza jalla walillahi lasmau lhusna e, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri fadhiruhu biha, muombeni kwa hayo majina. Na ametufundisha katika aya ya kwanza katika Qur'ani tuseme bismillahi, yaani yani ninaanza, nina katika hali ya, kuta, ya kutaka msaada e, hili jambo la kutaka msaada na na na, na, na, na na nalisahilisha kwa kutamka jina la Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo kutamka jina la Mwenyezi Mungu Azza Jalla kwenye maombi ni, ni hiyo inaitwa ni atawasulu <coughs> e, kwa hivyo neno hili atawasulu lina maana hiyo, ni ni njia ambayo inamkurubisha mja kwenye kuifanya dua yake iwe karibu zaidi, iwe ina uwezekano zaidi wa kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hili neno atawassul linatokana na neno alwasila. Alwasila ni ni nyenzo, kwa mfano hata njia e, nini. Ikiwa e, mtu anaenda Dar es Salaam kwa kutumia treni, ile treni ni wasila wake. Ikiwa e, anatumia anatumia baiskeli, ile baiskeli ni wasila wake. Ikiwa e, e, hata nauli, hata tiketi nasema pia ni wasila. Kwa hivyo hili neno hili neno at, atawassul linatokana na alwasila na alwasila ni kile kinachokusahilishia kufikia muradi wako. Katika masala ya addua, ni ni ni, ni, ni, ni, ni pamoja na kutaja jina la Mwenyezi Mungu azza wajalla katika kuomba <coughs> huu ni mfano ambao ni mzuri na mfano ambao ni sahihi na inajuzu, e, katika maombi maombi. Pia kuna watu hutaja hufanya maombi hufanya wasila zisizokuwa sahihi wasiasiokua, e, badala ya kutaja jina la Mwenyezi Mungu azza wajalla ana ana anataja ana majina ya mizimu. Mwenyezi Mungu nipe kwa majina ya mizimu yangu, naudhu billahi min dhalik. Au mwenyezi Mungu nipe kwa jina la mtume sallallahu alaihi wasallam, au Mwenyezi Mungu nipe kwa jina la nabii Isa. Kwa hivyo huyu naye ametawasali, lakini ni tawasuli ambayo haijuzu. Kuna mwingine anatawasali katika maombi yake ya matibabu anachinja kwa ajili ya shetani. Huyu naye ametawasuli lakini kwa tawasuli ambayo haifai. Kwa hivyo, ndugu mtazamaji, nadhani umepata picha ya atawasuli atawasuli inamaanisha nini, na kwa kadiri ambavyo tutasoma huenda utaelewa pale ambapo ufasaha wangu umepelea katika kuwakilisha somo hili. E, katika ukurasa nambari 19 katika swali la juu kabisa ambalo limepewa namba ya 37 wanasema bimadha natawassalu ila Allah. Kwa kitu gani tutawassali mimi naweza kutafsiri hapa, tujisogeze kwa Mwenyezi Mungu azza jalla kwa kitu gani? Anasema atawassulu aljaizu. Anasema aljawabu Ale, anasema atawassulu aljaizu walmatlubu huwa atawassulu bi asmai llahi wa sifatihi, tawassuli ambayo inajuzu na itakiwayo. Anaashiria kwamba kuna ambayo haijuzu na haitakiwi anasema itakiwayo huwa tawasulu bi asma llahi wa sifatihi, ni kutawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na sifa zake. Kwa mfano akasema, ya rabbi, ewe rabbi, ewe ya khaliqa samawati walardhi, ewe ulioumba mbingu na ardhi. Katika sifa zake, ya man la yajizuhu shayun fi lardhi wala fis sama, ewe usiyeshindwa na jambo lolote katika mbingu na ardhi ya khaliqana, ewe muumba wetu e. Tawassuli inayojuzu ni kutawassali kwa majina na sifa za Mwenyezi Mungu azza wajalla, wal amali salihi, na kwa amali njema. Kwa amali njema ni kama tulivyosema mtu anatoa sadaka alafu anamuomba Mwenyezi Mungu azza wajalla, hapa na kusudia kutenda amali ili amuombe. Kuna jamaa yangu alikuwa na matatizo, akaamua aende umra, alafu atawasali kwa ibada hiyo amuombe Mwenyezi Mungu azza wajalla shida zake inaweza kuwa ni kwa amali ambayo iko mbele yako unaiendea, au unaweza kutawasali kwa amali ambayo ni past. Mwenyezi Mungu azza jalla, ikiwa nilifanya amali njema amali fulani kwa ajili yako, basi Mwenyezi Mungu azza jalla nifariji kutokana na hali nilionayo. Hiyo ni kutawasali kwa amali njema. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu azza jalla wa anasema, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala anayo majina yaliyo mazuri sana. Alhusna ni sigha mubalagha ya husni ambayo ni muannath <coughs> majina ni, ni jamu, walilahi alasmaul husna. Kwa hivyo, alhusna ni muannath ya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina yaliyo mazuri sana katika kilele cha uzuri na yani hakuna mwingine mwenye majina yaliyo mazuri na sifa zilizo nzuri katika kilele cha uzuri. Sifa za binadamu ni nzuri kwa levo ya kibinadamu, eh, levo ya Mwenyezi Mungu azzawajala ni zaidi ya hivyo. Ikiwa katika taratibu za maombi ni kumuomba Allah kwa majina yake, basi muombeni kwa majina yake kwa kuwa ni mazuri zaidi. Katika aya kuna ishara kwamba musije mukaacha muka kilicho bora zaidi mukachukua kilicho duni. Eh, kabla hatujazungumza kwamba ni haramu mtu kumwomba Mwenyezi Mungu azza jalla kwa jina lisilo lake. Tunasema tu katika hatua ya awali kwamba ukiacha kutaja jina la Mwenyezi Mungu ukataja jina lingine, umeacha kilicho bora, umekwenda katika kilicho cha chini. Atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa huwa khairi, munaacha kilicho bora na mnachukua kilicho kilicho duni inna hadha alquran yahdi lilati hiya aqwam, Qur'ani inaongoza watu katika lile ambalo ni the best, ambalo ni zuri zaidi, kati ya zuri na zuri, kati ya zuri sana na zuri. Qur'ani inakuambia chukua lililozuri sana. Kwa hivyo <coughs> ikiwa yani, yani, hata lau kama ingelikuwa inajuzu kumwomba Mwenyezi Mungu azza wajala kwa majina mengine, e, sijui nitumie lugha gani, ilikuwa ni vizuri mtu achague kutawasali kwa Mwenyezi Mungu azza jalla kwa majina yake, kwa sababu yenyewe ndio mazuri zaidi, na muombaji huwa anatumia kwa kadri awezavyo njia ambazo ndi, ndizo zinamkurubisha zaidi katika kujibiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Inakuwaje sasa? Kuna mjadala kwamba e, watu wanatetea kwamba aumbwe Mwenyezi Mungu azza jalla kwa majina mengine ambayo haya, hayana hiyo sifa ya alhusna. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu jalla wala aliposema anayo majina yaliyo mazuri sana kana kwamba alikuwa anaashiria chagueni hayo majina mazuri sana mumwombe kwayo, na wala musije mkamuomba kwa majina yaliyo duni. Hapa bado hatujamuingiza hatiani kwamba ana hatia ama hana hatia, lakini tunasema tu calculation zinasema, e, Allah subhanahu wa ta'ala ni aula na ni bora na ni faida zaidi na ni akrabu, ila ilalijaba akiombwa kwa majina yake yaliyo mazuri sana, fadhuhu biha, muombeni kwa majina hayo. Wa kala taala na Mwenyezimungu az wa jalla akasema ya ayuhal ladhina amanu, enye ambao mmeamini. Hii aya ya kwanza ina, inazungumza mfano wa wasila wa kutawasali kwa majina ya Mwenyezimungu az wa jalla. Hii aya ya pili inazungumza wasila kutawasali kwa amali njema walila, eh, kala taala ya ayuhal ladhina amanu, enye ambao mmeamini, ittaqu llaha mcheni Mwenyezimungu wabtagu ilaihi lwasila na natafuteni ndia ya kufika kwake au ndia ya kuelekea kwake. Ndia yani njia e, kwa hiyo kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, e, jambo hilo lenyewe ndiyo kutafuta au ndio kupita mapito ya kufiki ya kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama kufikisha maombi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuha alladhina amanu enye ambayo umeamini, ittaqullaha mcheni Mwenyezi Mungu, wabtaghu ilaihi lwasila na tafuteni wasila wa kufikia kwake, nyenzo ya kufikia kwake. Nyenzo gani? Nyenzo ya amali njema na takwa e. akatafsiri akataja katika kitabu cha Ibn Kathir maana inayofanana na hii, akasema i taqarrabu ilaihi bitaatihi yani, jikurubisheni Kujikurubisha ni kujisogeza. Hapa ni kujisogeza kimahusiano, sio kimasafa. Kwa sababu tunapojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu azza jalla, sio tunachukua chombo tunapanda juu. Kwa sababu Allah yuko juu. Hapa ni kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu azza jalla kimahusiano. Kwa mfano, wanasema fulani yuko karibu sana na fulani, yani kimahusiano. Aitakarabu ilayhi, jikurubisheni kwake bi taatihi, kwa kumtii Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wal amalu bima yurdhihi, na kufanya amali ambayo inamridhisha. Dhakara hubnu Kathir tafsiri hii hmm, ameitaja Ibn Kathir naqlan an Qatada, akiwa ananakili kwa mtangulizi katika tabiina ambaye ni Qatada, al-aya min surati al-Maida, hii ni aya katika surati al-Maida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasemaje juu ya masala haya? Waqala sallallahu alayhi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak ya rabbi, ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako. Hapa mtume sallallahu alayhi wasallam anajumuisha sifa za Mwenyezi Mungu azza wa jalla na majina yake ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako. E, hadithi hii ama kipande hiki cha hadithi ni sahihi, rawahu Ahmad, imepokelewa na Ahmad. Wa kauluhu sallallahu alayhi wasallam alisahabi alladhi saalahu, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hadithi hapa imetuonesha uh, e, atawassul bi bi bi, bi, bi asma'illahi ta'ala kutawassali kwa kutaja majina ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Eh, je, tawassuli ile ya matendo imetajwaje katika hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E, wa kauluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, alisahabi alladhi, kwa sahaba ambaye alimuomba. Saalahu, alimwomba, murafaqatahu, kusuhubiana naye, aljannata, peponi. Yani, ya Rasulullah, naomba nisuhubiane na wewe peponi <coughs> mtume akamwambia, ainni ala nafsika, nisaidie juu au dhidi ya nafsi yako nisaidie yani, saidiana nami katika kukandamiza nafsi. Yani maneno haya yanamaanisha mimi mtume sallallahu alaihi wasallam huwa naikandamiza nafsi yangu juu ya ibada ya sala na kusujudu, na wewe pita katika mapito haya e, uikandamize nafsi yako katika ibada ya sala na sijida, yani, kwa sababu kamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambale ambalo e, silake mtume hana pepo kwa hivyo mtume akamwambia e, katika kana kwamba anamwambia katika, sababu zitakazonipelekea niingie peponi ni kuswali sana, na wewe swali sana. Ukifanya hivyo tutakuwa sambamba wote wawili, tutakuwa tumefanya sababu. Na hadithi inaashiria kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anaikandamiza nafsi yake, kwa sababu anamwambia ana aini ala nafsik, nisaidie mimi dhidi ya nafsi yako yani kama vile saidiana na mimi, mimi na, na, ikandamiza nafsi yangu na, we, ikandamiza, na ikandamiza nafsi yako juu ya sala. Angalia, aini ala, ala nafsika, nisaidie juu ya nafsi yako. Bikathrati sujudi, kukithirisha sijda. Ay assala, maana ya kithirisha sijda yani kithirisha sala. Wa hiya min al amali assalih, nayo ni katika amali ambayo ni njema. Kuna mfano muhimu sana katika somo hili. Tukutane katika sehemu ya pili ya unwani hii hii ya atawasuli. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie nene kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiina Muhammadin wa wala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin.